Mungu anayeokoa anataka nini akuokoe? Moja, weka imani yako kwake. Usiangalie kulia na kushoto. Put your faith in him. Watu wengi wamekosa wokovu bwana kwa sababu always wana plan B. Wana alternative way. Mungu anataka weka imani yako kwake. Mungu, hao wanataja farasi. Their confidence iko kwenye magari na farasi bali sisi Jina la Bwana. Mungu anahitaji cha kwanza, weka imani yako kwa Mungu. Where is your faith? Imani yako iko hapa? Ni kweli Mungu anaokoa. Akina Mesha walisema tunamjua anaweza katuokoa. Waliweka imani yao kwa Mungu, waliweka ujasiri wao kwa Mungu. Naomba tutegemee jina lake peke yake. Mithali kautano mtegemee yeye mtumaini Bwana moyo wako wote wala usitegemee akili zako mwenyewe. Mtumaini Bwana sio kwa sehemu ya moyo, chukua moyo wako wote mvishe, wala usitegemee akili zako akili. Za wanadamu zina mipaka kama vile ukiona unaona kuna mwisho wa macho yako. Horizon. Na akili zako zina mipaka. Ndio maana nasema usitegemea akili zako. Isaya 55:8 na 9. Maana mawazo yangu si mawazo yenu. Mungu anatangaza anasema hivi, mawazo yangu sio mawazo yenu wala njia zenu sio njia zangu. Tegemea Mungu. Isaya 9. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika na njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Yeah. Namba 3. Shirikisha mbingu kwenye vita yako. Jua namna ya kuchonganisha maadui wako na Mungu wako kwenye haya maisha, ili mbingu zipigane upande wako. Jua namna ya kuchonganisha mbingu zako au Mungu wako na matatizo yako. Jifunze kumchonganisha Mungu ili uone msaada wa Mungu. Jifunze kuchonganisha mbingu na matatizo yako na maadui zako. We unachonganisha maadui zako na viongozi wao na watu. Jifunze kuwachonganisha maadui zako na nani? Hiyo ni strategy ya vita. Wauzie kesi, we kesi muuzie Mungu. Daudi alipoenda pigana akamwambia hivi, na kuchia kwa Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli ambayo umetukana nayo majeshi. Ashamuuzia Goliath kesi tayari kwa Mungu. Ndio maana tunasema vita hii sio ya kwetu, ni ya Bwana. Watu wengi walihuzia Mungu kesi. Tujifunze namna ya kumuuzia Mungu kesi. Ana alipoona kesi yake ni nzito akamuuzia Mungu kesi, akamwambia hivi, mimi sizae lakini najua wewe unaweza kulima mtoto. Sasa, mimba. Ili Mungu aingilie haraka mambo ya jifunze kumuzia Mungu. Yefta anaenda vitani, wamemfuata Yefta, hajui kama atashinda, kaweka na kaniambia Bwana, mimi nakuuzia hii kesi. Nikishinda hii vita nikirudi, chochote ambacho kitatokea mbele yangu cha kwanza, nitakupa ni sadaka Hey, Mungu akasema umeliuzia kesi. Akaenda naye Yefta akashinda. Watu akiroo wanajua namna kuchonganisha shida zao na mm, Mungu akinua ugomvi anakaa pembeni, unachekelea kabisa. Ninasema Bwana ni Bwana kuokoa Israeli walikaa utumwani miaka mia nne lakini baada ya hapo Bwana aliwatoa kwa ushindi, aliwatoa na watoto wao, aliwatoa na kondoo zao, aliwatoa na mifugo yao. Farao alibana lakini akaachia. Haijalishi wanabana kiasi kani, wataachia. Walipomfata wakazama kwenye bahari ya Shamu. Wanaokufata lazima watazama kwa jina la Yesu aliye hai, wanaokukimbiza watazama kwa jina la Yesu aliye hai. Akina Falao hata kibana namna gani, watabana watachia, watakaba watachia. Yesu anasema, let my people go, let my people go, acha watu wangu waende. Bwana anasema, nimekumbuka agano